Peleka shemeji yako Mimi sitaki kuonana naye ataleta maneno mengi then I'm I'm not in the mood. Uko sawa. Wow. Big step Temba. I'm here for you, TJ. Sure about that? Yeah. Okay. Mm-hmm. Let's see what you got Kwani unapendwa na wanawake sana TJ? Ah. Wengi well, maybe kwa sababu ya something. Umaarufu kama ni Mm. There's something. What What do do you you think? Kama nini kwa mfano? Nikami nadhani Right. Unajua uh, kuongea eh? na wanawake Mm. unajua kile kitu mwanamke anakitaka Right. Ujue Mm. mwanamke anapenda kupitia masikio. Really? Now, when you talk, right. all the angles. Um, okay. Wow, I like that. So naomba kukuuliza, we mm. umenipenda kwa sababu ya okay. kusikia navyoongea au kwa sababu mimi ni -hmm. Temba? Ningependa ulivyoongea na mimi pale studio, ulijua kitu gani ninataka? Na ulijua ni kitu gani ninawaza? Really?

Unajua, mimi na Temba tulishawahi kuwa business partners kabla ya mimi kuamua kuanzisha biashara nyingine. Okay. Ah, uh, kwa nini uliamua kujitenga? You know how it is. Ukiona opportunity nzuri zaidi sehemu nyingine, na nilipata nafasi nyingine ambayo ilikuwa iko bora zaidi kwangu, so nikaikimbilia, na naweza kusema kwamba ndio iliyonifanya nimepo hapa nilipo leo. Kwanza nikupe hongera wewe uh, umekuwa mwanamke ambaye unajitahidi sana kupambana, na sio kila mwanamke anaweza kuwa kama wewe. Ongera sana. Thank you. Um, na vipi, bado una mpango wa kurudi katika entertainment? Kwa maana uh, naona bado watu wanakuhitaji na vilevile unafanya vizuri sana. well, um, nitarudi lakini sio sasa hivi kwa sababu lazima nihakikishe kwamba nasimama imara kwenye sehemu moja kabla sijakimbilia kwenda sehemu nyingine right. Inaonekana unamfuatilia sana Temba na ndio maana anaonekana hadi katika ubao wako. Well, you know me, I'm an entertainment genius. Kwa hiyo most of the time Temba huaga

So, what brings you here? Kwa sababu, as you know, mimi ni mwanamke ambaye niko busy sana na ujio wako hauna appointment. Kwa jinsi ambavyo tumeweza kuongea, inaonekana unamtambua vizuri sana Temba. Lakini pamoja na yote, Temba anaonekana ana pesa nyingi sana. Na je, pesa hizo anazipata kupitia muziki wake tu ama anajihusisha na madawa ya kulevya? watoto wako amewaleaje? Yaani Temba, hata kupokea sifa mkabisa kweli. Hebu kwanza rekebisha kauli yako, nimewaleaje ama tumewaleaje? Nirekebishaje? siwezi kuirekebisha kwa sababu wewe ndo tatizo. Alafu si unapata faida gani na sijui kwa nini umefanya hivyo, yaani sijui kwa nini unapenda kunitupia mimi lawama. Wewe chanzo cha matatizo ya watoto wako kukuchukia, ni wewe mwenyewe. Wewe ndio chanzo cha watoto wako kukuchukia wala sio mimi. Tena katika hilo naomba uniache kabisa tuheshimiane. Hivi kwa nini kila siku kija lawama na hasa kuhusu Temba mzigo so na tupia mimi kwa nini? Eh? Temba sio kukuchukia. Na kwa vile wewe ni baba yake mzazi lakini nataka hata kukuona kwa taarifa yako. Ni kweli na mimi nasema hivi kabisa. Kila nikiangalia mimi Temba kunichukia wewe ndio chanzo. Kwa sababu wewe umemwambia madhaifu yangu na usingemwambia madhaifu yangu Temba mimi singenichukia. Wewe katika ule ushinzi wako uliokuwa ukiufanya huo. Unafikiri Temba alikuwa aone? Mwanangu alishuhudia kila kitu na alikuwa na umri mdogo lakini ameshuhudia kila kitu. Na ameshuhudia mpaka jinsi ulivyokuwa unaninyanyasa mimi. Sasa leo atakupendaje kwa mfano? Ah, basi. <laughs> Tusifukua makaburi. Yale yashapita. Mimi mm -hmm, nimekuwa mimi mbaya tena sina jema hata moja. Tufanye imeisha. Haya. Arusi ya Temba tunafanyaje na atakupokea? Simu yangu ampigia tu, onge naye labda atapokea, tazungumza tapanga, na kama hataki kupokea, usiwe na wasiwasi wasi. wala usimfanyie nongwa, pengine kazi zake zimemzidi. Wewe unamjua kazi zake, mpe muda, kazi zake zikipungua atakupigia. Ila simu zako anapokea? Eh, mi mama yeye kijana anaogopa kinizingua tamzingua. Sawa, nimekuelewa hmm. Asante, mm -hmm. Nimekuelewa, hebu ngoja kwanza, haya ni mahojiano ama ni kitu gani? Uh, no nilikuwa nataka tu kujua uh, vizuri kuhusu Temba. Unajua, kwenye mafanikio kila mtu huwa anasema lake, kwa sababu mafanikio huwa ndio ya kwanza kuonekana kuliko wakati mtu anatengeneza yale mafanikio wakati mtu ana hustle anapambana, nobody says anything. Na watu waga wanaanza kuongea baada tu mafanikio kuanza kuonekana, lakini mimi waga siwaamini. so, unataka kuniambia nini? naweza nikawa nafahamiana na, na Temba vizuri sana lakini hiyo hainipi mimi mamlaka ya kujua kitu gani anakifanya outside the entertainment industry, kwa sababu sio kazi yangu mimi na yeye, so sijui chochote. Uh, ok, okay. Uh, na vipi kuhusiana mahusiano yenu? Uh, nimesikia mlikuwa pika pakuwa miaka kadhaa iliyopita. Hilo pia unaweza kusema That that is too personal. I am not going to answer that. Asante Tatiana. Nakushukuru sana. Nikutakie kazi njema.

Asante kwa kumwelewa mama angu. <laughs> Kwanini simwelewe na mama angu naye ana, ana umri sawa tu na mama yako. Nimewaza sana kuhusu sisi. Kwanini tusipeleke uhusiano wetu mbele zaidi Sean? <laughs> Embochae na upuzi wako kwa sasa, tufikirie tu mambo mengine sawa. Hivi Sean, ujue bado unasoma hmm? Yes, lakini vizuri, tupange vitu mapema <laughs> ujuu <laughs> ah, umenichekesha sana leo. No, sorry. Usijisikie vibaya. Yes, kila mwanamke anatamani mahusiano alionayo afike mbali zaidi, lakini <laughs> <laughs> <laughs> Ni mara ngapi nimekuambia kwamba sitaki kazi yako? Mara ngapi nimekuambia ubadilishe kazi Tony? Hauwezi kunipangia mimi cha kufanya, sio wewe wala baba yangu. Usinijaribu Estazia, unanijua Tony. Yule Estazia uliyokuwa unamjua ameshakufa Tony. Haunitishi na nimekupita kwenye kila kitu, ndio maana unanichukia hmm. <laughs> <laughs> kwa hiyo yu, yule bosi wako ndio anakupa kichwa kwa sababu ameanza kutembea na wewe. Fikiri unachotaka Tony. Mhm. Tones ananipa kichwa. <laughs> Unajiita mwanaume wakati unapiga mwanamke. Huna tofauti na mbwa koko asiyejiamini akiona tu kivuli anabweka bweka tu ovyo. Huyo mwanangu ambaye mwadilifu mwaminifu tena sio mbaguzi. Unanipenda mimi pamoja na mama yako. Ubaguzi kama kaka yako. Na ndio maana mimi nakupenda sana binti yangu. Kwa nini unasema hivyo, baba? Hata si leo kwenda kuambia maneno haya. Lakini mwanamume kwenye familia ukikosea, basi familia yote inakuchukia. Mimi nimechelewa sana maisha, nimefanya mambo mabaya katika maisha na yangu. Najutia katika kanek, nafsi yangu yale ambayo nimeyafanya. Sijakuelewa baba. Mama yenu alikuwa anawajaza sana maneno yake, yeye mnichukie mimi na kunifanya sifai, mpende yeye, na kwa namna moja au nyingine, ili kwa kaka yako amefanikiwa. Kwa kweli hii inaniuma sana sana, sina hata furaha ya mwanangu. Yaani baba, wewe leo ndo unaniambia? Unajua mama hajawahi kuongelea vibaya hata siku moja hata siku moja au kusema tu neno lolote mimi nikuchukie hamna mwanangu hivi una uhakika unachoniambia yes mama ni mwanamke bora sana na na pia ni kiongozi mzuri sana kwetu na mara zote mama mara zote amekuwa akituambia tukupende kivyovyote vile hajawahi kuongelea vibaya hata siku moja lakini pia hata kama kuna ugomvi baina yenu usimlaumu mama okay, good. Basi mimi pengine nilikuwa ndo nazidi kuwapambanua mambo kwa makubwa, sikuyatambua hayo eh. Naomba nisamee mwanangu, labda kama kuna tofauti kati yako na kaka, hebu jaribu kurekebisha hiyo. Kweli nah, mimi na kaka yako tuko sawa, na hatujawahi kuwa vizuri hata mara moja. Nikidhani labda pengine mama yenu amewalisha sumu eh? yes, asikwamba nichukie mimi yani nakosa amani, sina raha ya moyo wangu baba. Mimi naelewa Naelewa vizuri sana mume wako. Lakini bacha mimi niongee naye. Mimi nitaongea naye tuone itakuwaje. Asante sana mwanangu. Weketi. Ndio mara moja. Ah, asante mwanangu. Usijali, mimi ninaamini ipo siku, ipo siku